Weka kinga, weka kinga wewe. Weka kinga unaweza pigwa risasi. Weka kinga. Ndio, ndio jamaa. Ndio huyu, ndio huyu hapa. Huyo hapa. Huyo, ndio huyo. Anapima wallahi bilahi. Ndio huyo. Wewe, wewe, wala huyo jamaa. Huyo jamaa ni fala. Huyo jamaa ni fala. Anapima wallahi. Huyo na ule jamaa. Huyo. Huyo. Pale mbele asipo hapa ndio unaweza jikinga ridhe. Inaweza kunyoa siku moja.

Wamerudi, wamerudisha wamerudisha wote wote, wewe tuasubu

Kidogo tu kidogo si sana jamaa, tuko na commando.